Mwijaku, Mwijaku, wewe ni kenge. Tazi Genius, Tazi Genius wewe unaojifanya mganga, wewe ni kenge. Mr. Pimbi, wewe ni kenge. Na wote wote wote wanaomhataki Dudubaya kwa kumsema vibaya, wote ni makenge. Sikilizeni, iko hivi, marehemu mwenyewe marehemu, marehemu anasemwa vibaya, itakuwa mtu mgonjwa. Cha kwanza, cha pili, huyo dudubaya anachokizungumza anakijua. Ninarudia, dudubaya anachokizungumza anakijua. Kwanza yeye kashaambiwa kwamba yupo kwenye vita, navi kumbukwe mbaya hao watu mnaowatetea nyinyi, anaowasema yeye, nyinyi mnawatetea hao, ndo walikubania yeye na sio yeye kumbania tu. Walishawabania watu wengi sana sana sana sana sana. Sasa inawapaswa nyinyi mjibu, mjibu kwa pointi, mjibu kwa maneno mazuri kama kweli mnao uwezo kujibu la mshauri, lakini sio hivyo mlavu mjibu. Mnaanza kujigamba kujigamba, oh, tuna magari oh, tuna majumba oh, mna nini wewe dudubaya na oh, nini sasa. Ina maana nashinda kujua kwa mtakuja kufa, mviache hivyo mtaviacha hapo, sio kuzungumzia siokuzungumzia, ilibidi mwendelee kujizungumzia maisha yenu, kwa sababu kwanza dudubaya, ilibidi wanao mjibu yeye kwanza wao ni wasanii wa zamani wanaojua kinachoendelea kwa sababu huyo mtu anayemzungumzia uba fera huyo kashawadhulumu sana. Sasa nyinyi mna mjibu kama kina nani? Maana kumbukeni nyinyi sio wasanii, nyinyi ni machawa tu. Wewe mijaku ni chawa, Mr Pimbi, ni chawa yule nani, yule naye mganga, yule mimi simuelewi. Nyinyi wote ni machawachawa. Sasa mna mwataki dudubaya kwa sababu gani? mnapomwona dudubaya Huyu ni mtu anayejielewa, na ndio maana tangu long time ago yeye kashajitolea, kashajilipua kwa ajili ya kuwatetea wasanii wenzio, na ndio maana hata msanii hata mmoja hajazungumza. Nyinyi mnazungumza, nyinyi mnamtukana, oh, hana nyumba hana nini. Nyinyi mtabiacha hizo vitu.